Media TZ, we back again karibu sana Metro media TZ dojize, don Davido, don mr newspaper, mambo vipi mdau, i hope upo poa. Pole na matatizo mawili matatu ya hapa na pale. Pole kwa Watanzania wote ambao wamepoteza ndugu zao, jamaa na marafiki. Pole majeruhi, i hope Mungu atawasaidia na mtakuwa poa na mtarudi katika harakati zenu kama zamani network hapa katikati ilikuwa kisanga kidogo, ilipotea kwa muda, mambo mengi yakawa hayaendi. So nao tumerudi tena ili kuweza kulisongesha gurudumu la maisha ya kila siku. Mi naitwa DJ Don Davi Don aka Mr Newspaper. Ebwanae, mnyonge mnyongeni, ila haki yake mpeni, ila hapa mnyonge hanyongwi na haki yake hatapewa Juskati bwana hapa moja katika kati ya jukwaa moja moja alilokuwa kule mjini Kigoma ambapo alionekana msanii Diamond Platnumz Simba Lion na Simba la Simba Dangote akiwa na b level ba, Baba Levo katika moja ya kampeni zao za kisiasa, kuna kauli aliongea. Baba Levo, historia yake na yangu tupishani sana, mimi nikaanza muziki wote umenidharau sana, unjua. Uongo kweli sana. Lakini leo katika nchi hii mimi ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Uongo kweli. Ninapokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye muziki, maana yake Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Kauli ambayo litafsiriwa kwa njia tofauti, watu wakibeza, watu wakio baya watu kwa nini kasema vile? e, eh, baada ya kusema hakuna kenge yoyote anayemweza kwa hivi sasa katika upande wa mziki wa kizazi kipya, wakati naanza kaongea sana, wewe oh, huyo eti sio, hajasomea mziki sio, ni kasema wewe ndio na makaratasi yako ya mziki, mziki. Afu mimi natoka na elimu ya mtaa, afu tulete matokeo mkoneshe, maajabu kama kuna kiumbe chochote kinafanya mziki nchi hii kinaniweza, kisoge mbele yangu huku nyuma kwa kuna dharau nyingi za kijinga jinga, wakasema hawa na adabu wa nikawatia misumari. Misumari inaitwa shikeni adabu, nikaweka ile misumari nikaka namba moja, mbili, tatu na kuja kenge yote wakasogea. Mpaka sasa hivi na tushamaliza, ndio watu wanaanza kusogea sogea, lakini ile ilitoa kwa kuwashikisha adabu, kama shikeni adabu na mtoto ile kigoma shika adabu mimi nitakuwa tofauti kidogo na wale waliibeza ile kauli ebwana, mimi nipo na simba, mi kwangu yupo sahihi kabisa, kwa sababu kiuhalisia hakumeshe ni mtu kuna mtu katajwa hapa, kuna msanii katajwa jina lake? Hakuna yo. Watu wametoka mbali bro, watu wamestruggle katika maisha yao Watu wamepitia magumu, watu wamepitia dharau, watu wamepitia kufezeeka, kutukanwa, kuto kuheshimika. Hiyo yote kwa ajili ya kupambania maisha, ili wafike katika levu wanazozitaka mtu asikuadisie wa wa, unajua, mi niwambie kitu kimoja, maprezenta wengi au watangazaji wengi wa media wengi wapo kwa ajili ya kutengeneza content ili mradi wapate views basi wapate vihela, maisha mengine yaendelee. Sio wabunifu, sio watu wa kujiongeza na kufikiri mara mbili, hiki kilichozungumzwa kimezungumzwa kwenye eneo gani na kwa nini kasema. Wengi wetu tupo kwa ajili ya kupigisha vibambi, tupo kwa ajili ya kugusanisha ku, ku, ku, ku, cheche watu wakwa, wafarakane wakwazane, wa, wa, wa, wachukiane. Wewe ndo upige zako hela, ndo furaha yako. Lakini ushafikiria kwa nini alizungumza vile? Na ndo tunarudi kwenye pointi yangu, katika mapitio ya wasanii wengi mpaka wanafanikiwa wamepitia vitu vingi. Hata maisha ya kawaida mtu mpaka anafanikiwa, akikuelezea the way alivyopitia maisha aliyopitia, amepitia mambo mengi sasa msanii kama Diamond Platnumz historia yake ipo wazi <coughs> ipo wazi, sio simulizi za kwenye magazeti, sio simulizi za kwenye matv, sio movie. Zipo wazi, hustling za yule jamaa zipo wazi, wapo waliozishuhudia, waliozi mi, mwenyewe ni mmoja wapo, mi nimeshuhudia hustling za yule jamaa mimi nitakukumbusha nita, nita, nita, nita, nita, nita au nitakwambia kitu ambacho pengine ulikuwa ufahamu. For the first time nakutana na Diamond Platnumz ilikuwa ni katika tamasha la Be Connected, lilikuwa linaandaliwa na Waholanzi, ilikuwa linafanyika kila mwaka pale Mnazi Mmoja, viwanja vya Mnazi Mmoja, pale ndipo nikakutana na Diamond Platnumz wakati mimi na mabraza zangu walikuwa najita KJM Crew walikuwa wamepata nafasi ya kupafomu katika ilio jukwaa. Keji mkuu ilikuwa naundwa na wasanii watatu, Said, MC Mankili pamoja na Manox ambaye kwa sasa ni marehemu, rest in peace. Tulikutana pale na Diamond Platnam akiwa na kaka yake Womi Jones. Hit yake ilikuwa ni Jisachi, ndo likuwa hit. Unaona kabisa huyu mtu ana hasira, na nakumbuka siku ile walipafomu kabla yetu kwa hiyo walipafomu walivyoshuka ndio tulikuwa tunapanda sisi sasa wakati wao wameshuka bezi za speaker za bezi zilikuwa zime zi, zi, zi, zi, zimeharibika na huwezi kusimamisha show inabidi watu waendelee kuperform ili wale wasanii wakubwa watakapokuja kupanda basi wakuti kile kitu kipo sawa kwa hiyo sisi ndio tulikuwa tunapanda sasa ilibidi tuombe jamani kwa nini msirekebishe bezi hizo alafu sisi ndio tupande wakasema hamna mtaimba hivyo hivyo way back yeye anakukumbusha kitu ambacho likufahamu. So nimeshuhudia zile hustling. So huyu mtu kwenye zile hustling alipotoka zile ni emotional, mpaka anaongea vile ni emotional. Yani akiangalia ile audience, wale ndo fans wake, wale ndo mashabiki wake, wapo pale mbele wanamwangalia, na yeye anawaangalia. Akutokea kule watu takribani buku elfu kumi wale wapo pale wanampigia shangwe. Hakutokea kule, alitokea zero, ana kijiji mpaka hiro, ana kijiji kama kina. So, anavyozungumza vile, anazungumza kwa feeling, na ni kweli. Nani anamweza kipindi hiki? Jamani, tuwe wawazi, tusiwe wanafiki. Nani kama unahisi moja kati ya kenge aliyetajwa pale na Diamond, japokuwa kumtaja mtu jina toka mbele sema mimi brother na kuweza mimi namba zangu hizi hapa, jo, kwa evidence sio. Mnakaa mitandaoni watu wanaongea shit, wanaongea ili mradi tu kutafuta content nini, waonekane eh, nao wameongea, wameshiriki, lakini sio si, si, si, halisi wakile wanachokizungumza yani, wanazungumza ili mradi tu, lakini ukweli ni kwamba hata ningelikuwa mimi ile furaha yangu kuona sasa nipo on top, nina watu nazungumza, ni kweli. Hamna kenge yoyote anaweza kumfikia yule. Tutaumizana tu vichwa, tutashikana mashati, tutamwona tuta mbaya o wengine eh, kawatukana wasanii wengine ni marafiki zake anaongozana nao kwao ni kenge we nani kakwambia kwamba kamtukana msanii gani mtaje aliyetukanwa taje aliyetukanwa nani kama sio uchonganishi kwa jili, oyu, uchonganisha, uchonganisha Eni, ni, watu, eza, na maugovi sio kwa sababu upo kwa ajili yawewe kuchonganisha chonganisha watu yani ili mradi tu watu wamefarakana wamegombana we ni furaha yako eza inakusaidia nini babu mwache mtu awe huru aongee kile anachokisikia hajatumia neno baya sana Neno linatamkika yule ndo mamba kwene msafara wa mamba, kenge hawakosekane. Kubali kuwa kenge, ujifunze na we ufike hatua ukae stejini useme la kusema, ruksa siu naeleweka. Usimpangie mtu aseme nini. Kama wewe msanii umekewa chana naye eh, fanya maisha yako nawe, katafute jukwaa, sema yo lyan mesi pingi. Wala sina doubt na kile uchukizo, ni emotional tu, furaha uliokuwa nayo kujiona upo kwenye nafasi nzuri, na ni kweli upo kwenye nafasi nzuri na kweli tukizungumza industry ya mziki wa kizazi kipya hapa Bongo, bendera unayo wewe baba, na upo mlimani Kilimanjaro, upo juu, bendera unayo wewe, kijiti unacho wewe. Huu ndio muda wa kusema ukweli, tusemaje tu ukweli, msanii anayepeperusha bendera ya mziki wa kizazi kipya ni wewe baba Platnumz. Hamna anayepinga hata ukikaa nyuma ya pazia, hata ukijifunika shuka utasema kwa ukimoyo moyo utasema tu. Kwani audience unaogopa utaonekana wee namna gani? Vipi utaonekana wee mpango mpango ueleweki? Hata ukijifunika shuko utasema tu. Kuna watu wamekimbilia China huko hawataki kurudi Bongo, wakina Mwijaku. Alafu mi nashindwa kuelewa Mwijaku. Unajua, mimi kwa mfano, ningekuwa Diamond Platnumz, nafikiri ningekuwa na kikomo cha utani na masiara. Is too much hata kama umempa nafasi, huyu jamaa is too much, much. Alafu itafikia hatua atafanya kitu kibaya hapo ambacho kitakuumiza kita kitakutesa. Lazima mumtengenezee mipaka hapa. Ndo unakuja kuona utofauti kati ya chawa Mwijaku na chawa Babalevo. Mwijaku ana elimu kubwa tu, lakini elimu yake is nothing bure. Babalevo hana elimu ya hivyo, lakini anajua jinsi gani anaweza kaishi na watu, anajua jinsi gani anaweza kadili na Watanzania hata uchawa wake anautumia vizuri, huoni anaenda, huoni huwezi kumwona ameenda kutangaza matangazo ya, ya, ya brand aliokuwa nayo akigaragara mabarabarani akipiga piga makelele. Ni mtu mwenye fact na kila kitu anachokifanya kimenyooka. Yo, mweja wako, you have to think, my j. Dunia inaenda inabadilika. Oho. Mimi ni mtu mzuri na ndo maana nimesema kaa chini, fikiri kwanza upya, sio vibaya. Kwanza upya, sio vibaya. Kaa hapo unasingizia, eh, Simba wa Bahari kakupeleka chini, kumbe umejipeleka mwenyewe, umekimbia ni bongo bwana. Shout out to Diamond Platinum, we simba la masimba Dangote, upo kwa wet. Sina doubt kwa chochote kile ambacho amekizungumza, yaani tisha sana, tisha sana, tisha sana. You are on top, hiyo wanajua, you are on top wanafahamu, haina haja hata kuwakumbusha eh, haina haja ya kuwakumbusha, ila ukipata wasawa, kumbushe you are on top, wewe ndo father Wendo, stelingi wa movie ya mziki wa kizazi kipya wanajua, na ili movie ya kizazi kipya ife, lazima stelingi afe. Sasa labda hilo ndo walisubiri, na kwa sasa you are on top, my brother. Shout out to you, tupo hapa kwa ajili ya kuweka wazi na kusema ukweli, na tujivunie kile ambacho kinatupeperushia bendera yetu vizuri kimataifa na duniani ah. Kba dz don David Don Davidonk, Mr newspaper. Welcome to Metro Media TZ. You are watching Metro Media TZ. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.